Hey guys, mambo vipi? I hope you're doing well. Na mimi pia niko poa na, na mshukuru Mungu. Thank you so much kwa wale wote ambao mmeendelea subscribe, ku like, ku share na ku comment, mmeendelea kuuliza maswali hapo. Leo tuanzie hapa. Nataka nijibu ile video ambayo niliweka ya historia yangu mimi kutoka Tanzania kuingia Omani. Watu wengi wale wameuliza, "Imekuaje? Mbona sielewi? Mbona hivi? Aloelewa ni anifahamishe. Mbona mara Tanzania, mara naona viwanja, mara naona Yani unaingia Omani maana, yani hatujaelewa hivyo. Video hii nataka nikuchambulie yote yale maswali ambayo umeuliza hapo, yoyote ambaye ameuliza. Tuanzie hapo kwa yule ambaye anauliza swali, kwani imekuwaje? Maana tunaona Tanzania, maana tunaona tena huko na mtoto. Umewezaje kuingia na mtoto. Kuna mwingine pia naye amesema sio kweli. Omani hawaruhusu kuingia na mtoto. Huo ni uongo. Ni nini? Yaani vitu vimeongelewa pale ila nataka nikwambie kuwa kila siku mimi hapa nimekuwa nikisii au nikiwasii wa Tanzania wenzangu, unapokuwa nafanya kazi kwa mtu, kwa bosi wako yoyote yule, au mswahili au sio mswahili, kwanza jitahidi kuwa mwaminifu wewe binafsi, hata kama yule mtu yani unajua, kuna ile mtu unasema mimi ni mzuri machoni, lakini ndani ya moyo unamwazia vibaya yule mtu au unataka yule mtu akuone vizuri usoni lakini ndani ya moyo unamfikiria vibaya, ndani ya moyo unamtukana, ndani ya moyo unamsemia maneno asiyoeleweka. Kumbuka Mungu anakuona. Mungu anayekuona wewe ndio Mungu anayemuona yeye. Kwa hiyo kabla hujamfanyia chochote kile cha chakumwazia kutoka moyoni au nje ya uso wako, lazima utambue kuwa Mungu anakuona. Unajua, unapoenda kuishi kwa mtu, kumbuka Mungu amekuunganisha wewe pamoja na yule mtu. Kwa hiyo mmeunganika, mmekuwa kitu kimoja. Na Mungu anakupa riski kupitia kwa yule mtu. Kwa hiyo chochote ambacho Mungu anataka kukupa, ina maana kinapitia kwa yule mtu. Namaanisha hapo kwa yule bosi wako ambaye unaishi naye. Riski yako wewe inapitia kwa yule bosi wako. Mungu anataka kukupandisha daraja nyingine kupitia kipato chako cha pesa, kuongezewa mshahara na nini. Direct, anaenda kumgusa yule bosi wako, alafu yule bosi anajikuta na yeye anatamani kukugusa wewe kwa nia njema, kukwambia bwana fulani, nataka nikuongeze mshahara. Alafu unabaki unajiuliza, eh, imekuaje? Kwani yani Mungu amekukonnect wewe pamoja na yule mtu. Kwa hiyo anaangalia moyo wako, anaenda kwenye moyo wa yule mtu, alafu unaongezewa pesa, alafu wewe unaishi naye vizuri. Kwa nini nimeamua kutumia mfano huu? Ili nikwambie ufahamu kuwa mimi, pamoja na kuwa nimeingia na mtoto, sio kwamba nasema nilikuwa mzuri sana au labda mimi mzuri sana kuliko wewe, hapana. Sio kwamba nakuwa sipitii magumu ambayo wewe unapitia, hapana, lakini najitahidi kuwa mzuri usoni na moyoni pia kwa yule mtu. Hata kama utakuwa unapitia magumu, lakini jitahidi ndani ya moyo unastafurusha na kumshukuru Mungu. Kwa Mungu, ninakushukuru pamoja na haya yote napitia, najua Mungu mwamua kunipitisha hapa ili nifike sehemu fulani. Vile unavyoendelea kushukuru na kumshukuru yule mtu, Mungu anajua, kumbe huoni tu mapungufu na mazuri pia unayaona. Kwa hiyo mimi jamani, nimeweza kuingia na mtoto, mabosi zangu walinifanyia kila kitu kwa gharama zao na nini na kitu chote vyovyote, yani vile kwa hiyo ni maamuzi yangu kukaa miaka miwili, kukaa miezi sita, kukaa mwaka mmoja, vile tunavyoishi na jinsi tunavyofahamiana na mabosi zangu. Kwa hiyo jitahidi, ndugu yangu, unapoishi na bosi yoyote, sehemu yoyote unapofanya kazi, sio harabuni tu, popote, kabla yeye hajakufanyia mazuri, jitahidi kwanza wewe kufanya mazuri usitarajie tu kuwa nataka nifanye mazuri huyu mtu ila anilipe. Hapana, tegemea wewe malipo kwa Mungu, wewe fanya mazuri ukiamini kuwa Mungu atakulipa, hata kama hajakulipa kupitia kwa huyo mtu, amini Mungu. Ukitoka kwenda kwa bosi mwingine au siku nyingine umeenda kwa sehemu nyingine kufanya kazi, Mungu anakulipa. Kwa hiyo msikae tu kwa sample ya propaganda, huu ni uongo, itini hivi, sio uongo ndugu zangu, ukweli ndio huo. Mimi nimeingia pamoja na mtoto na mambo yalikuwa vizuri tu. Angalia video hii mpaka mwisho. Kwa nini nimekwambia uangalie video hii mpaka mwisho? Ili ujifunze haya maneno ambayo nakwambia hapa. Mimi nimekuwa kila siku nikiongea kwa upande wa Tanzania, sio kwamba na wa, na nasimama upande wa Arabu kwa labda wao wa watu wazuri, sio wabaya, sio nini, hapana. Mimi nataka wewe ambaye umeingia kwenye nyumba yake ambao umeingia kwenye mikono yake, cha kwanza uwe mtu mzuri. Cha kwanza kingine, ujitahidi kuvumilia na ujitahidi kuwa mwema pia kwake, kwa watoto wake na familia yake na kila kitu, kabla yeye hajakufanyia uwe wema. Yani wewe fanya kwa moyo wako mmoja, hata kama hujalipwa kwake yeye, na hakika Mungu yale malipo yako, yani vile vitu ulivyovifanya, Mungu atakulipa tu kupitia kwa mtu pengine mwingine mwenyewe Mungu anajua jinsi alivyokuandalia. Kwa hiyo kwa, kwa wale wote ambao kwaona nauliza maswali hapo, mimi nasema mbona sielewi mbona hivi? Kuhusu matangazo ya vile viwanja jamani: Kabla sijaondoka Tanzania nilienda kwenye ile sehemu ambapo panauzwa viwanja nikanunua kiwanja pale, na nitawaletea video kuonyesha jinsi palivyo sahihi, na ndio maana nikasema kwa nini nisiwaambie wenzangu ambao najua wapambanaji, wanapambana wanatafuta hela wanafanya hivi. Wekezeni kwenye ardhi. Ukinunua kiwanja chako leo kwa milioni mbili, ndani ya miaka miwili ijayo, sio milioni mbili tena. Ukinunua kiwanja chako leo milioni tatu, ndani ya miaka mitatu ijayo, miaka miwili ijayo, sio milioni tatu tena, ni hakiba umejiwekea. Ndo maana nikasema kwanini nisiwaambie mwenzangu, kwa nakuta mtu anasema mbona hatuelewi, mara huku unasema viwanja mara hapo unaonekana nazidi kuwa, kuwasisitiza kuhusu kwenye viwanja, ili wewe ambaye unapata pesa usitapeliwe tu na mume, ukatapeliwa tu na boyfriend wako, ukatapeliwa tu na mtu online huko umekutana naye, ukatapeliwa na ndugu zako na nini, ukashindwa kununua kitu ukajiwekea. Kama una mtu Tanzania ambaye unajua huyu ni mwaminifu, anaweza akaninunulia hiki kitu na akaniwekea na nikakikuta, basi wewe nakushauri kununua viwanja na ukishakununua kiwanja ukakiweka, yani kipo pale. Hiyo ni pesa ambayo umeiweka benki, inazaa. Ni kama vile umepanda mahindi sasa yatakuwa, kuna siku ulipanda punje moja, kuna siku utavuna mhindi kamili. Ule mhindi hutoukuta una punje moja, utakuwa una punje nyingi ndani yake. Kwa hiyo nakwambia hivyo, namaanisha ukinunua kiwanja leo cha milioni mbili au milioni moja ndani ya miaka mitatu ijayo, unapokuja kutaka kuvuna huwezi kuvuna milioni moja au milioni mbili. Ndio lengo la kuwaletea video ya kutangaza kuhusu kiwanja. Nawasisitiza wenzangu, ambaye najua kuwa mnapambana kwa tabu, nayejua mimi ya kazi warabuni, hmm? Alafu leo hii pesa azile mtu tu pesa, yani hivyo ni maumivu makubwa sana, maumivu makubwa sana. Lakini kama endapo utakuwa umenunua kiwanja pale kinaonekana hmm? U, yani mwenyewe ukitembea hivi unajua kabisa sehemu hii nimeinunua mwenyewe. Yani, kuna siku utakuwa una shida, una changamoto yoyote, unaumwa, kuna ndugu yako anaumwa, mzazi wako na nini, mtoto wako, pata kusaidia pale. Hata kama wewe utaki kujenga kwa wakati huo, nunua tu kile kiwanja, alafu kiweke siku. Mungu akikujalia neema, akutaka kujenga utajenga. Jamani, asanteni sana, nawapenda, nawajali. Mtendelee ku comment comment ngumu ngumu hapo unakuta mwingine anaweka maneno magumu yani ukisoma mpaka unasema eh, hii kweli kiboko jamani. Huyu mbona ame comment? Lakini pia yote kwa yote najua umeangalia video kuna vitu umejifunza ndio maana kwa comment hiyo. Endeleeni subscribe, endeleeni ku like, endeleeni kuuliza maswali, nitawapa mambo mengi mengi sana. Kwa yoyote ambaye anasema nauliza kazi, nipate vipi, niende ofisi za wapi? Nifanyeje, naulize njia zi yani hivyo, usipate tabu, uliza tu hapo kwenye comment, mimi nitakuelekeza. Na kitu kingine cha msingi kabisa, acheni zile kauli za kusema Uarabuni wanatesa, Uarabuni watu wanaua, yani sisi tuko huko, tuna tabu stone hizi yani tunatamani tu tungerudi. Kitu hicho jamani kiondoe kwa wewe ambaye uko Tanzania, unatamani kufanya kazi hiyo, kauli kichwani itoe, sema hii kauli ya mtu mwingine anapitia na mi nataka nikapitie ya kwa. Thank you so much na wajari nawathamini. Endeleeni subscribe, ku like, kushare na ku -comment. Video yangu usiangalie tu, weka tu like hapo, share na kwa mtu mwingine ajifunze pia, usibaki nayo tu hivyo ukanyamaza, alafu mtu mwingine atashindwa kupata hii faida pengine yeye hajaona. Thank you.